Naam, leo tutaanza silsili mpya ya njia za uzazi wa mpango na leo nitaelezea njia ya sindano ya uzazi wa mpango. Kama ndio wa kwanza, subscribe hapo ili nikiwa naendelea na hizi silsili za njia za uzazi wa mpango, unapata taarifa nikiwa nazituma. Njia ya uzazi wa mpango ya kutumia sindano hii ni hormonal contraceptives ambayo ina hormone ya kama hormone progesterone, kama hormone iliyoko kwenye mwili wa mwanamke progesterone. Depo Provera haina estrogen hivyo inaweza kutumiwa na mama anayenyonyesha na pia inaweza kutumiwa na wanawake wote ambao hawawezi kutumia njia za uzazi wa mpango zenye estrogen hormone. Njia ya sindano uzazi wa mpango inazuia mimba kwa muda wa wiki kumi na mbili yaani kwa maana nyingine miezi mitatu. Sisi zinafuata nitakuelezea nani anatakiwa kutumia njia sindano ya uzazi wa mpango. Asante kwa kunisikiliza.